Anayekuwasilishia matangazo haya kwa lugha ya ishara ni Susan Thuku. Mimi ni Ben Chumba, hujambo na karibu. Tume ya Maadili na Kupambana na Ufisadi Jumanne ilitekeleza operesheni kali inayolenga makazi na afisi ya gavana wa kaunti ya Kiambu Kimani Wamatangi na maafisa wanane wakuu wa kaunti hiyo. Operesheni hiyo inafuatia madai ya ununuzi usiofuata utaratibu na wa uongo ambao inasemekana uligharimu wakazi wa kaunti hiyo zaidi ya shilingi bilioni 1.5. Wakati wa operesheni hiyo, maafisa walilazimika kutumia vitoza machozi kuwatawanya umati uliojaribu kuzuia kukamatwa kwa gavana huyo. Gavana Wamatangi pamoja na maafisa waliohusishwa na kashfa hiyo baadaye walipelekwa katika makao makuu ya tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC, katika jumba la Integrity jijini Nairobi kurekodi taarifa na baadaye wakaachiliwa huru wakisubiri kufikishwa mahakamani. Jumanne asubuhi katika kaunti ya Kiambu, wakazi na wafanyikazi wa kaunti hiyo waliamkia matukio ya kushangaza. Gavana wa kaunti hiyo Kimani Wamatangi na maafisa wanane wakuu wa serikali ya kaunti hiyo walikamatwa katika operesheni ya pamoja ya wapelelezi kutoka Tume ya Maadili na Kupambana na Ufisadi EACC tisa hao wanakabiliwa na madai ya kuhusika na ununuzi usiozingatia taratibu zifaazo na wa uongo ambao ulisababisha kaunti hiyo kupoteza shilingi bilioni 1.5. Wapelelezi wanaamini kuwa hili ni mojawapo ya sanduku la kuhifadhi pesa za biashara haramu. Katika jumba la gavana, zaidi ya shilingi milioni 12 na dola elfu 13 za Kimarekani zilipatikana wakati wa operesheni hiyo. Muda mfupi baadaye, umati wa wafuasi ulikusanyika nje ukijaribu kuzuia kukamatwa kwa gavana huyo. Polisi walitumia vitoa wa machozi kutawanya umati huo na kutoa nafasi ya gavana na wenzake kupelekwa jijini Nairobi. Na katika makao makuu ya EACC, waandamanaji waliendelea kushinikiza kuachiliwa huru kwa gavana huyo huku akisindikizwa kwenda kuhojiwa. There are a lot of problems at the county government. Afisa mkuu mtendaji wa tume ya EACC Abdi Mohamud alithibitisha kwamba uchunguzi huo unahusiana na zabuni ya shilingi milioni 230 iliyotolewa kwa kampuni ya MS Filtronic International Limited katika mwaka wa fedha 2022, mwaka wa fedha 2023, to ensure that we investigate and recover assets from all public officers within the counties

Gavana Wamatangi amekanusha madai yote dhidi yake. Ya ukweli gavana wetu wamefanyia kakiambuu kazi. It's very unfair because governor ameshughulikia watu watu wa Kiambu. Wa Matangi na maafisa wengine wa waliachiliwa huru na wanatarajiwa kufikishwa mahakamani. Afisa mkuu mtendaji wa EACC Abdi Mohamud amefichua kuwa magavana zaidi wanachunguzwa na hivi karibuni watachukuliwa hatua za kisheria. Abdiaziz Hashim Darubini.